Lakini timu zote mbili zikielekea uwanjani, Simba nyekundu juu mpaka chini, lakini kwa Fountain Gate akienda kumaliza mstari ule, Eli Mokono mchezaji ambaye alifanya vizuri msimu uliomalizika, akishomari Kapombe mlinzi wa pembeni, lakini Jackson Shiga kataga mlinzi wa kati. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba Sports Club dhidi ya Fountain Gate Jan Shalawa ikiwa ni kona ya kwanza katika mchezo huu <coughs> nazungusha ule mpira na ndani kwenye nafasi ya Zaheda ilmceza ndani, Rushen Deroik anaofungua msimu kwa wekundu wa Msimbazi 20. Alitazama mchezo akatazama mpira akazungusha kichwa na kupeleka mbali kabisa kwa Fadhili Kisunga. Simba moja mapema kabisa, wanakwenda kutangulia. Alikuwa huru, alizungusha tu kichwa chake kule, mpira ambao anakwenda kupokelewa kwenye net. Rushine De Reuck, Yusuf Kagoma, Shomari Kapombe, Jean Shalawa anatikiwa, Shomari Kapombe, Lamela anakwenda kuweka mguu, lakini na White tena kinaondosha Kina, Jackson Shiga, Kagoma ameingia tena, Yusuf Kagoma, Kagoma, Yusuf anamtengea kwenye nafasi ya lia, huku nasimulia muda utoshi. Fountain Gate hawaamini ambacho anakiona. Shanshalawa anaendelea pale alipoishia msimu ulomalizika, akaingia Yusuf Kagoma The Terminator katikati akatazama mpira akamtengea Janshi ale awaa na kaandika bao la pili. Alipita katikati yao kama anakwenda Galilaya. Yusufu Kagoma akatazama wapya weke mpira akamwona Janshi leawaa kwenye teleskopi yake, kwanza lofungwa na Rushen Dereek, wameanza kwa nafupi. eli Mpanzu, eli anaingia mwenyewe. Mpanzu anaeka pasi ya chinjinda, anafanya nafasi. kwanye so nafasi -oh! Sikia. Ngozi yake sasa imewambwa. Kecha the catalyst alimpanzu, ikamkuta Jonathan Soa kwenye nafasi, akaikamilisha mission yake. Mission accomplished kwa Jonathan Soa, bao la kwanza kwa upande wake yeye, lakini chuma cha tatu kwa Simba. Simba mweusi anaweka wino mwekundu kwenye maumivu, kwenye kidonda cha Fountain Gate. Tulieni, ndio namna ambavyo ishara yake inaonekana. Kante pointi tatu katika mchezo wa ufunguzi kwa Simba Sports Club. Jean Shalawa, Jonathan Soa na Rushi Deruk ndio ambao wameziona nyavu za wageni wao kwenye mchezo huu.